DSM Ustawi Digital. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Katika kuendeleza juhudi za kuboresha ustawi wa jamii nchini, SOS Children's Village Tanzania kwa ufadhili wa SOS Children's Village Denmark kupitia ufadhili wa Fairstart Foundation imeendelea kutoa mafunzo maalumu ya malezi mbadala kwa njia ya mtandao. Mafunzo haya yamekuwa yakitekelezwa tangu 2021 kwa maafisa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, walezi wa makao, chuo cha ustawi na chuo kikuu huria cha Tanzania ishirini wamepata vyeti vya ujuzi wa malezi mbadala jambo linaloboresha sana huduma nchini. Ndugu wageni walikuwa, wahitimu hawa mia moja na ishirini wanajumuisha wahitimu hamsini um, kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na nne na sabini waliohitimu mwa, mwaka huu um, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa pamoja wahitimu hawa wamepata umahiri na ujuzi wa kutoa mafunzo kwa makundi katika ngazi ya tano kulingana na viwango vya elimu ya umoja wa Ulaya. Tunathamini mafanikio haya. Ujuzi huu umeenea kutoka Dar es Salaam, eneo la mradi hadi Arusha, Iringa, Dodoma, Mkuranga, Mwanza, Unguja na Pemba ambao ni ya Zanzibar. Vilevile nchi rafiki ikiwemo Kenya, Rwanda, Ethiopia, Somaliland, Msumbiji, Zimbabwe, Lesotho, Botswana, nazo zimenufaika kupitia mafunzo yaliyotolewa hapa Tanzania. Tunatarajia kuongeza wigo wa mafunzo haya na kuendeleza ujuzi huu kupitia wanafunzi hawa mahiri ili kuongeza ufanisi na kufikia kundi kubwa zaidi la watoto na malezi. Tangu kuanzishwa kwa, kwa mafunzo haya mwaka 2021 yanayotolewa kwa muda wa miezi sita kila mwaka washiriki mia ishirini wamefanikiwa kuhitimu na kupatiwa vyeti huku mwakilishi wa wahitimu hao kwa mwaka huu wa 2025 kupitia risala yao amewashukuru wadau wote na kusisitiza umuhimu wa mafunzo haya kwa ustawi wa mtoto na jamii nzima kwa ujumla. Sisi wahitimu tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa shirika SOS Children's Village kwa mchango wake mkubwa katika kuhakikisha tunapata mafunzo haya. Kwa namna ya pekee nichukue fursa hii kumpongeza mkurugenzi wa shirika Dr. Thomas, ili kwa uongozi wake thabiti maono yake makubwa katika kuboresha ustawi wa watoto nchini. Tunapoaka Mwenyezi Mungu azidi kukutunza na kupa hekima, bushara na afya njema, ili uendelee kuhudumia taifa kupitia nafasi hiyo nyeti. Mafunzo haya sio kwa ajili yetu tu, bali ni kwa manufaa ya taifa la Tanzania na vizazi vijavyo. Tunapohitimu leo, tunatoa ahadi yetu kwa dhati kwamba tutatumia ujuzi huu na maarifa tuliyopata katika familia zetu, sehemu za kazi na katika jamii tunazoziishi. Tutaendelea kuhamasisha malezi salama, ni mwishi na yenye kujenga utu wa mtoto. Tunaamini kwa pamoja tunaweza kujenga taifa lenye watoto wanaothaminiwa, kulindwa na kuendelezwa kipasavyo na katika hotuba yake Dkt. John Jingu, Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, alisisitiza kuwa watoto ndio rasilimali muhimu ya taifa. Alieleza kuwa mazingira bora ya malezi huanzia kwenye familia, lakini baadhi ya watoto hukosa fursa hiyo kutokana na changamoto mbalimbali, ikiwemo kuishi na kufanya kazi mitaani, uyatima au kukosa kabisa familia ya asili. Hivyo, malezi mbadala yanakuwa nguzo muhimu ya kuwakwamua rasilimali muhimu kuliko zote katika nchi yoyote, na ni hivyo kwa sababu leo ya nchi hiyo au jamii na kesho yake inategemeana na watoto na walea watoto namna gani. Hivyo hivyo katika familia, wengi hapa nikiangalia hapa wengi hapa ni watu wazima, ni baba mama, kama sio baba, sio mjomba, shangazi. Eh, tuna watoto na kwenye familia zetu sio ile niuke wanasema wazungu hapa mama eh, na watoto tu eh. Hata mtoto wa dada yangu kaka yangu ni mtoto wako, si ndio eh? Kwa hiyo tunajua kabisa sehemu nzuri muhimu ya kuwalea watoto ni kwenye familia, na kesho na leo ya familia inategemea tunakuwalea watoto, si ndio? Mkiwalea ulioyo, na hiyo jamii itakwenda okiovi, mkiwatelekeza basi hivyo hiyo. Lakini kinyume chake, mkiwalea vizuri mkawatunza vizuri wakakuwa vizuri, basi mna uhakika pia na e kesho e ya jamii hiyo ya e familia hiyo nanyewe e itakwenda vizuri, si ndio eh. Lakini tunaelewa tunaelewa kwamba hmm, kwamba baadhi ya watoto wao yanatokea mazingira wanakosa bahati ya kulelewa katika familia kama unavyojua, ile familia ya asili ya yeah. Baba, mama, watoto na ndugu wale wa damu tunalijua, si ndio? Inawezekana wamekuwa yatima kwa sababu mbalimbali. Mwenyezi Mungu eh anachukua eh hao wazazi wake, watoto nakuwa yatima. Lakini kwa sababu zingine, baadhi ya watoto wanajikuta wanakaa mitaani, wanafanya kazi mitaani, wanakaa huko mitaani, wanaka Eh, na wenyewe hao wana uhitaji maalum. Kuna baadhi ya watoto kwa ufupi huo, wanajikuta wanakosa fursa ya kulelewa na familia kama tunaitambua familia ya asili. Ndiyo maana sasa kama nchi kama jamii, na ni utaratibu dunia nzima imekuja <coughs> na utaratibu wa malezi ya kambo, malezi ya kambo au malezi mnaita nini mbadala, kwa malezi kwa sababu tunakubaliana, eh, kwamba mtoto yeyote kokote alipo, hata kama imetokea changamoto hizo, labda amekosa wazazi au kuna sababu nyingine yeyote, amejikuta kwenye mazingira magumu, eh, wote wanahitaji kuelewa vizuri. Kwa hiyo kama jamii, kama nchi, eh tuna utaratibu wa malezi ya kambo, tuna utaratibu wa malezi mbadala, kwa sababu tunachotaka ni watoto wetu waelewe vizuri. Dr. Jingu aliwasihi wahitimu kutumia elimu walioipata kwa kuwafundisha wengine katika jamii ili kuongeza wigo mpana wa elimu ya malezi mbadala ndani ya jamii na taifa zima kwa ujumla. Aidha, amewapongeza wakufunzi na kueleza kuwa serikali iko tayari kufanya nao kazi kwa pamoja ili kurasimisha kikamilifu mfumo wa wakufunzi wa malezi mbadala nchini Tanzania. Sasa hawa wote hawa wanaotoa malezi mbadala, malezi ya kambo, wakati mwingine inawezekana wakakosa ueledi wa kutosha, sifa za kutosha kufanya kazi hiyo, kwa sababu tukubaliana watoto wanaopitia katika mazingira haya, tuseme mtoto yatima, wanaoishi mtaani, au waliona mazingira magumu yoyote, wana uhitaji wa pekee kihisia na kwa namna mbalimbali. Wakati mwingine wanakuwa wameshaumizwa nafsi zao eh? Eh? Wanahitaji mlezi yule awe na sifa za ziada. Sasa hizi simu wanazipata wapi? Kuna baadhi yetu labda Mungu nawajalia watakuwa nazo hizo, lakini wengine inabidi wafundishwe. Ndio nyie hapo wafundishwa, si ndio? Ongereni sana kwa mafunzo haya, imetusaidia sana kuweza kuwasaidia watoto, na tumewasaidia kupitia wale wanaowalea, na hawa wanaowalea sio kwamba hawana elimu kabisa lakini kwa namna moja au nyingine, tunapoenda kuwaongezea ujuzi na maarifa, wanaweza kuwasaidia wale watoto hawa. Ni walezi wanaowalea wale wanaohitaji malezi ya kambo. Na katika kuwalea watoto mara nyingi kunakuwa na saikolojia ya watoto, namna ya kufahamu changamoto zao, lakini namna ya kuendana nao, kwa sababu wametoka katika mazingira ambayo ni hatarishi, lakini pia ni mazingira ambayo kwa kweli sio rafiki. Sasa hawa tunawasaidia wafanyike marafiki kwa hawa watoto, kuwajenga kisaikolojia, lakini baadaye sasa hawa ndio tunawategemea watakuwa viongozi, watakuwa baba bora, mama bora. Kwa hiyo tunawalea hawa watoto sisi kama wahitimu tuliohitimu tunawasaidia hawa ambao wanawalea watoto ili kuwalea kwa muktadha mzuri zaidi. Katika sehemu moja hapo ambao nimewahi kufika aa, kwa ajili ya kutoa mafunzo haya ni pale Msimbazi. Aa, katika kituo kile cha Msimbazi wale walezi walikiri kabisa kwamba wana ujuzi, lakini kwa kupitia aa, haya mafunzo ambayo tumewapa. Kupitia hii uh, foundation ya ya ya Fair Start kupitia SOS, tumegundua kwamba kuna vitu vingi wamesema vimeongezea. Kwa mfano, katika attachment theory, katika malezi yani ile uhusiano uh, wa karibu wamekiri kabisa kwamba si kwamba tu itasaidia wale watoto wanaowalea, lakini hata wao wamesema kwamba wataenda kulea tofauti kabisa. Haya ni muhimu sana kwa sababu kuna utafiti mkubwa umefanyika juu ya ulezi wa watoto ambayo mengine tulikuwa hatuyajui, kwa sababu tulikuwa tunapokea watoto au walezi wanapokea watoto, hawajui jinsi ya kumuuliza alikotoka, historia yake. Wanapokea kwa imani, kwa sababu dini yetu inasema watoto yatima ni dhima kwa kwa sisi tuliokuwa hai. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya, ya imani yetu kulea watoto yatima, lakini tujui, lakini tulijui, hatujui tunaleaje. Mafunzo haya yamekuja, yametufundisha jinsi ya kuwachunguza ya ku, jinsi ya kuwafanya wajisikie salama, jinsi ya kuwafanya waone ni sehemu ya maisha yao na wasahau madhira na shida walizopitia wakiwa bado hawajapata mlezi sahihi. Mafunzo haya ya Fairstart Training, ya kutoa elimu ya malezi kwa walezi imetusaidia kwa kiwango kikubwa sana kutuongezea ujuzi na ufanisi, hususan katika masuala ya malezi kwa watoto wetu. Hapo zamani tulikuwa tuna ulegevu vitu vingi ambavyo mtu hajui miongozo, taratibu na nini, lakini kupitia mafunzo haya ametuimarisha, tumeweza kujua kanuni, taratibu mbalimbali za kusaidia watoto wetu, hasa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali za kimaisha, majanga ya ukatili, trauma na changamoto nyingine, kwa jinsi gani kuweza kuwasaidia. Kupitia mafunzo haya naamini jamii itabadilika, watoto wetu watastawi vizuri na kupata malezi bora kiujumla. Kwa pamoja, haya ni matokeo ya ushirikiano, kujitolea, na dhamira ya pamoja ya kuhakikisha kila mtoto nchini anapata malezi bora, salama na yenye heshima, kwa ajili ya leo na kesho yenye matumaini. DSM, ustawi digital. Jamii yenye ustawi, furaha yetu.